Hakuna watu wenye na roho nzuri sana kama maskini. Maskini wako na roho nzuri sana lakini ogopa sana matajiri. Matajiri wako na roho mbaya sana yaani, pesa ya tajiri mpaka kutoe nayo jasho sana, ufanye kazi nini. Lakini katika mtu ambaye anaenjoi pesa ya tajiri ha, ni mwanamke tena, mwanamke wa nje, yani malaya tu, kwa sababu anapenda kwenda kutuliza sana roho lake huko. Yani huyu ndo anaindwa pesa za tajiri, lakini wewe maskini unaleta ubro, unaleta ubrother, unaleta uncle nini? Hakuna kitu. kwanza kwanza, hana time na wewe. Kwa hivyo maskini ndio anaweza, yani anaweza akakusaidia pakubwa sana, kimawazo, kifikra, kihela kidogo alionazo. Lakini tajiri, rafiki yangu ah, umrongo adhowe mwanamke ukiwa mwanamke tajiri, utakula pesa zake eh.